Vodacom kazi ni kwako ukaja tukaziba, hmm, lakini baadaye ikaonekana hiyo mzigo umeongezeka zaidi ikavunja. Kwa hiyo hatukuweza tena kuziba tena hapo kwa nguvu za mikono. Kwa okay, mtu anatokea huku na mtu anatokea huku. Mwenyekiti hebu tueleze kilichotokea sawa eh? Athari zilizotokea lakini zimesababishwa na nini? Sawa? Athari zilizotokea kwa mafuriko haya. Nakusikiliza kwamba tueleze kilichotokea ni nini, kimesababishwa na nini, mto unateka wapi, unaenda wapi, na uelekeo wake upi, umebomoa wapi, unatuonesha kazi. Mimi naitwa Nicholas West Mkoma, mwenyekiti wa kijiji hiki cha Changarawe. Huu mto ambao ni mto wa tarishi huu unaitwa mto wa Miombo, ambao unatokea huku milimani na kuteremka bondeni. Athari ya mto imeanza toka mwezi wa kumi na mbili, kuanzia tarehe tano za mwezi wa kwanza, mafuriko hapa alianza, lakini tukaweza kujitahidi kuziba maeneo hayo na hapo mbele tumeziba na hapo juu tumeziba, lakini kutokana na kasi ya maji tumeshindwa. Kwa hiyo ikawa imebomoa na kuvamia maeneo ya makazi ya watu ikiwemo pamoja na mashamba pia lakini ili, kuna tuta ili, unaona hii ni tuta la muda mrefu ambalo kwa sasa limekwisha, na ndio maana kila mafuriko yakija, yana yanaharibu makazi ya watu pamoja na barabara. Labda hebu hebu tueleze nyumba zilizoathirika kwa kubomoka kabisa na zilizoingiliwa maji na idadi ya watu kama unafahamu, na sasa wako wapi na nini kinahitajika kufanyika? Hmm. Nyumba zilizoathirika za kubomoka kabisa ni nyumba kumi na nyumba zilizoingiliwa maji ni zaidi ya nyumba mia tatu na watu ambao wameathirika ni watu elfu moja kama na mia moja. Sasa fanya kama unamwambia una mheshimiwa, yeah. okay. uh -huh. watu walioathirika ni watu elfu moja kama na mia moja ambao wengine sasa hivi tumeweka kwenye jengo la sekondari hapo juu kwenye jengo la maabara na wengine tumewahamishia shule ya msingi Nyombo na wengine kuna jengo letu la zahanati liko hapo ambalo bado halijaisha, tumewaacha wananchi wengine pale wanaishi, lakini wengine tumewaacha tumewaweka kwenye nyumba za wasa, wasalamia wema hapo juu. Hapo kuna watu wenye nyumba za milimani, nao tumeomba kami wahifadhi pale wa kutokana na janga hili mimi kufanyike juu ya mto huu. mm -hmm. Lakini pia kama kuna huduma zozote zinazohitajika kwa wale walioathirika kabisa, vyakula vimeenda, labda nini, msaada gani wa haraka unaohitajika? Msaada wa haraka unaotajika kwa wale walioathirika, yani kwanza chakula, lakini pili, ili tuta lenyewe tulikuwa tunaomba serikali basi lete mashine kwa ajili ilijazo tena upya, na wananchi tutajitolea, tutawahamasisha wananchi wetu ili waweze kupanda matete pamoja na mianzi ili kuimarisha tuta mombe. Basi mheshimiwa mbunge alifuatilie hili angalau liweze kuwekwa mkazo. Asante mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Mikumi kijiji chetu cha Changalawe nafikiri ndio ndani ya jimbo lako. Tunaomba sana utusaidie ili haswa tuta tutaili, tunaomba tule lirekebishwe, lijazwe tena lirekebishwe kwa muda mwafaka, yaani twende na wakati na imani, mvua za mwezi wa kumi na mbili tena zikianza tena huko. Hmm, ndovuzuri

a ni tatizo. Familia nyingi zimekosa kupata afya bora na mahali sehemu salama kwa kukaa. Kwa hiyo mimi kama mbunge nimekuja kuona jinsi gani kuna damage kubwa na hasara kiasi gani na jinsi watu walivyoathirika ili niweze kushirikiana nao. Lakini kabla ya kuja hapa, nilipita kwa mkurugenzi, ambapo tumekaa kwa pamoja kuona jinsi gani tutaleta misaada na kama inavyoonekana, wengi wameonekana kuwa na uhitaji mkubwa sana wa chakula, lakini cha pili, mazao mengi yamepotea. Kwa hiyo wanahitaji mbegu za haraka ambazo zitatumia muda mchache za kipindi kifupi ili ziweze ku, ku, kuenda na wakati, maana mvua karibu zinaisha. Lakini pia wanahitaji madawa, mahema na sehemu nyingine, kwa sababu watu wengi wamewekwa kwenye sehemu za vituo vya serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikuomba nijam... nyinyi wakubwa kama ninavyosemea ukweli wangu, mnisaidie mie, nyumba yangu kama ile mnavyoiona vile nyumba mbovu haifanyi kazi yoyote niko Kiwalani, kwa hiyo naomba msaada wenu kwenu nyinyi moka. Nalia kabisa kwa mchozi, mimi nasikitika ndaishiji mimi mzee kama mimi eh? Nasema kwa mfano yamitaki ya ni sehemu kubwa sana katika kijiji cha Changalawe na maeneo haya tunapata shida, kwa sababu tunakosa sehemu nzuri za kukaa kwa sababu kijiji cha Changalawe kinakuwa kimezungukwa sehemu kubwa na shamba la mkonge.